Mimi naenda kuuliza hili swali very specific. Hizi sadaka zinazopelekwa kila siku makanisani na watu, Ye, kwenye misikiti inayofundisha watu tuwasikilize manabii wengine je, kwa nini hawajasema? Au manabii ni babu zenu? Kuna ugumu gani padri wako wakati anakuambia kwamba leta sadaka, lakini ujue huyu Musa huyu alikuwa ni babu yako alikuwa ni Mchaga. Live na Gee Round up ya naamini binadamu walianza na Adamu na, Adam na Eva, hakukuwa nao binadamu nyuma ya Adamu na Eva hizo ni propaganda na stori za watu ambao wanataka kutengeneza, kwa sababu hawa watu lazima wajue kitu kimoja, the ancient literature ni Bibilia. Hakuna kitabu kinadikwa nyuma ya Bibilia, yani hata vitabu vya nyuma vingi havikuvuka kipindi hicho, yaani tuseme Bibilia ilikuwa edited, lakini vitabu vile original vya Musa nini ndo the ancient, ndo vya vitabu vya muda mrefu. Na ukiachana na hivyo mambo yaendao kwa ushahidi, ndugu yangu, Bibilia hiyo hiyo ina imeshuhudiwa ime na watu zaidi ya milioni mbili kwa upande wa Kristu, na pia Waislamu wanakishuhudia, maana wanasema fateni watu wenye kitabu kabla yenu. Kwa hiyo chukuwa na jamii nzima ya Waarabu. Kwa hiyo hao watu wengine waliobaki ni minority, au minority. Sasa wanaweza kuwa sasa ndo wanataka sasa hivi waonekane wanaakili, lakini siku zote tunaenda kwenye dunia ambayo tunaamini kabisa kwamba tuna watu zaidi ya milioni tano bilioni tano wanakubali kwenye Bibilia. Wanachobishana ni kwamba imebadilishwa maneno haya, imepingwa maneno haya. Hizo stori za Dokta Liki, ndugu yangu, ni literature ya mtu mmoja, Dokta Liki mwenyewe na ni wanahistoria wa kipindi cha sisi tukuwa wakoloni. Alafu hivo hivo ni kwamba, ndugu yangu, hacha nifungua kitu kimoja. Mimi ikitokea mafuriko, TV yangu inaweza kuja inaweza ikapelekwa na maji mpaka nyumbani kwako, haimaanishi kwamba mimi pale ni kwako. Kwa hiyo kukuta mfupa pale Arusha haimaanishi u, ule mfupa watu walikuwa wanaishi huko. Hapana, hmm, wanasema hivyo maksudi na maksudi. Hii ni moja maksudi, ni kwamba ukisema tu Afrika kupo kuna watu kabla, unafunga unabii wa nabii Ezra aliokuja kufunua mwishoni kwamba wana Israeli walikimbilia Afrika, walikimbilia sehemu ambapo binadamu hakuwahi kuishi kabla. Na kwa nini binadamu alikuwa hajawahi kuishi kabla Afrika? Sababu iko hivi, niruhusu ni, nitoe point kwanza kabla ujaniingilia ndugu yangu alivyoshuka. okay. okay. Alivyoshuka Nuhu kwenye garika alishuka na watoto wake watatu, Shem, Ham na Yafeti. Sasa Ham alilaaniwa kwa sababu alimchungulia baba babake. Sasa Waafrika wanapendeka kubaki na ile Ham, maf... ile tena anafanyaje, anakulazimisheni nyie mjue kwamba ile Northern Africa pale ambapo ni Misri na Ethiopia na kule Libya na Algeria na Morocco kunaingiliana huku chini ya jangwa la Sahara, wanakulazimisha, ili lengo lao ni moja wa wawaite nyenye watoto wa Hamu, nadhani wote mshahaga nyenye watoto wa Hamu. Sasa sisi mm, au mimi ninachokuja kuambia ni kwamba fungukeni akili zenu, Hamu alikuwa na watoto wanne. Egypt, mm, alipewa kule juu, hakuwahi kupewa mm, huku chini. Ethiopia alipewa kule juu pembeni, Ethiopia pembeni, mm, ya Egypt, hakuwahi kupewa huku chini mm. Libya alipewa mm, kule juu, na mwingine anaitwa Kanani. Kanani alipopewa ardhi Kanani, hakutaka kwenda kwenye ardhi yake ambao ni huku sub-Sahara Afrika na alipewa ardhi kubwa, kwa sababu alijua amepewa ardhi ya mbali na ni kama mashambani, akagoma akagoma kushuka huku sub-Sahara. Kwa hiyo Kanaani akang'ania kaa pale mashariki ya kati, ndio maana baadaye akina Musa wanaenda wanaambiwa nendeni kwenye nchi ya Kanaani, mumue Kanaani, kwa sababu Kanaani aling'ang'ania aligoma kukuja kukaa huku kwenye ardhi ya huku kwetu tuliko tuli sub-Sahara Afrika, akaenda kuangalia ile ile ardhi hmm. So ya wapi ile ardhi ya pale wanapokaa sasa hivi, ambao ni ardhi yetu pia. Sasa kitechnically ni hivi, Kanani akawa, tulivyoenda tulivyopewa agizo na Mungu, tukamuue tuchukue ile ardhi, automatically ardhi zake zote zikuja kwetu. Maana kibiblia na kimaandiko kwa Mungu, ukiiba kitu unarudi, unarejesha mara saba. Maana Kanani alienda kukalia ardhi ambayo ilikuwa sio yake, ilikuwa ni ya kwetu sisi watoto wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, akakalia kimabavu kipindi hicho sisi tuko utumwani Misri basi tulivyotoka Misri tumeenda tumeambiwa na Musa tumuue Kanaani tuchukue ile ardhi. Ardhi ya Kanaani bado ilikuwa imebaki idol. Walikuwa wanakaa wanyama tu. Ilikuwa inaitwa nyika ndio maana hata babu zetu walivyokuja waliprove. Walisema walikuwa wanatanga tanga nyikani kuna wanyama tu. Maana wanyama aa walivyoona hii sehemu iko idol ndio wanyama wakaja wakakimbilia huku. Lakini binadamu hawakuwahi shuka huku. Kwa sababu gani hawakushuka huku? Kulikuwa ni mbali na hiyo point uliyosema hapo mwanzo pale mashariki ya kati pale, ndokupo ndo kama senta ya Europe, e, Asia, nini? Kwa hiyo nani aje ukao huko shambani? Kwa hiyo hii ardhi imekuja kukaliwa baada ya kitabu cha Ezra. Naombeni jamani, mkisome hicho kitabu. Hamwezi nielewa anachokisema mm, mimi bila kusoma hicho kitabu ninachoambia kila siku. Ambacho ni mbili, okay. Second Ezra's ambao ni E S D R A S 13 40 mpaka arobaini na saba, okay, arobaini mpaka arobaini na saba. Hiyo ndo siri ya ba, first bantu migration kaka yangu sasa maana yangu ni nini? Pointi yangu hiyo inafuta kauli ya Dr. Lik ambaye anasema kwamba kupo kuna watu wanaishi huku zamani. Hiyo kauli unaweza kuipenda kwa sababu ujui ajenda. Ajenda ya kauli ni kuambia kwamba nyie ni manyani, kwamba wale watu ni watu gani? Wakikuchorea ramani, wakuonyesha wale watu waliokuwa wanaishi huku, wanakuosha mtu limekaa hivi, wanaita Zinjanthropus. <laughs> <laughs> by the way, ukimnyoa nyani nywele anafanana na wazungu. <Exactly, laughs> <minibunusi exactly>. <laughs> Exactly. Yaani hiyo ajenda kaka lazima sasa hivi sisi ni watu wazima kaka yangu. Okay. Lazima tujue mtu mzima akiwa anaongea kitu anaongea kwa ajenda nyuma yake. Dr. Liki hawezi kuwa asikwambie wasi, wasi kwa nini hawakuja kukuambia kuna madini chini hapa? Hawakuambia hapa kuna mafuta, waokuambia hapa kuna fuvu tumelikamata. Kwa nini wasije tumia teknolojia watuambie kuna madini wamesema wa juzi kati kati makampuni yao wao watakuja kuyachimba. Kwa nini tunasherekea kuambiwa kuna mfupa na wafupa walikunduliwa kwetu? Kwa nini hiyo carbon 14 na wakuitumia kupima madini yetu na mafuta yetu? Hiyo ni propaganda kaka yangu, hiyo ni propaganda kaka yangu. Ajenda ni hii kaka yangu, ukikubali tu hiyo propaganda, Dr. Rick, wewe unakubali we ni nyani. Ukikubali propaganda hiyo hiyo, na ukasahau kwamba kuna ardhi ya Kanani ambayo alikataa kwenda, ambao baadaye alikuja kupewa wana wa Israeli, walikimbilia huku, sawa sawa na Zefania tatu kumi. Ndugu yangu, mimi natamani siku nyingine tukua tunafanya hivi vipindi, hata siku moja ukiniweza kunalika kuja studio, mimi nitakuja na presentation hadi ya Biblia vifungu, kwa sababu nashindwa kwenye live hivi kuonyesha. Lakini ukisoma na na hata Zefania tatu kumi imeandika wazi, toka nyuma ya mito ya Kush, watu wangu wale waliotawanyika tulitawanyika lini kaka? Tulitawanyika huku mwaka mia saba ishirini na mbili BC, wakati ufalme wa Solomoni umeshagawanyika, ufalme wa Israeli tena sio ufalme mmoja. Kwa hiyo ndo tukagawanyika tukaja huku chini nyuma ya mito ya Kushi, kaka yangu. Nyuma ya hapo kulikopo watu hawaishi huku, kulikopo ni wanyama tu. Ndo maana babu zetu walipokuja wengine walikuwa wanaita Watanganyika, maana watangatanga nyikani. Laiti kama kukopo kuna watu kama Dokta Lika anavyosema Eh, wangekuwa mm -hmm, wangekutana na watu wengine wakuwa wanapigana nao huku. Kwa hiyo mimi point yangu, yeah, nataka kuestablish hapo ni kwamba Dr. Liki ni ajenda ya wazungu, na kuna ajenda nyingine ya Wakatoliki na ma makanisa, ambao ajenda moja ni kuwaita nyie manyani. Ajenda ya pili ni kuwaita nyie watoto wa Hamu. Ajenda mimi niliyonayo ya tatu ni kuwaonyesha kupitia maandiko haya haya Biblia hizo hizo, someni Zefania 3:10. So ni kitabu okay. Yeah, endelea kakaangu yeah, brother Kidau, na napenda jinsi ambavyo unaweza kujenga hoja na ku make sense ya vitu vingi ambavyo tumekuwa tunaambiwa na kuvisikia, lakini nikiangalia wewe, unajua ni mtafiti, unaweza kaelewa at least kwa mtu ambaye yuko kwenye amin, kwenye perspective nyingine, kutoka anaiangalia jambo kutoka nje ya Biblia uoni kama wewe koti kitabu chako tu Bibilia Bibilia Bibilia, na ukiangalia, nimekuambia ishu ya kwamba maandishi sio kitu cha muda mrefu, yani maandishi Mdia ni teknolojia ilichelewa sana kwenye, na ilianza kama ilikuwa ni luxury ya watu wachache, yani kuweza ku maandishi ilikuwa ni luxury ya watu wachache mpaka juzi kati tu hapa, hizi ndo zimeanza na nini na nini. So nyuma huko maisha yameshakuwepo kuwepo mrefu, watu wakiwa hawaishi wanaishi bila maandishi, binadamu ameexist. Sasa kuna hiyo ishu ya kwamba watu wengi huwa wana koti bibilia, na ukiwauliza kuhusiana na watu wakina dokta lika unawatupia na wenyewe hivyo hivyo, dokta likina anakutupia hivyo hivyo madongo kwamba hao watu wa Lika, una, una na, Lika, ana, mba, aa, awa, bible wamechukulia mavitabu yao wanasema sijui mepanda imeshuka, bible tu unahisi inatosha kuhalalisha mambo mengi yanayoendelea kiasi hiki, kwa sababu kuna uhalisia tunawezaji kupambana na hawa watu Afrika tulipo? Kweli kuna miujiza zitatokea tu kwamba baada ya nani kuanguka Marekani, ni sisi uone, kama ni karibu sana. Kwa mfano ile kauli yako kaka yangu, ndio maana nasema unabii uh, unapimwa ikishatokea. Uh, ujue sisi hatuwezi tumia. Kuna kitu kinaitwa clarity, ni nguvu inaitwa kuwa na na na na clarity. Yani mfano kuwa na uhakika wa jambo mimi sio kwamba sijasoma hivyo vitabu vingine mimi, mimi, mimi ni, ni na masters degree Judaism, na ni mtafiti mzuri sana ndio maana naingia kwenye utafiti na vitabu vyote hivyo nimevisoma na naelewa theori zao, lakini lazima tujue. Mimi nachowafungulia watu ni kujua kwamba kuna kitu kinaitwa agenda. Mnatakiwa pia tujue kitu kinaitwa agenda ni nini? Kaka yangu, ah, wa Afrika wengi sasa hivi adui yao mkubwa ni, na ni, wa wa ni, wa wa, ni walivyotafsiriwa Biblia, sio vitabu vya Dr. Liki wanapeleka sadaka zao kila Jumapili makanisani, sio kwa sababu ya kitabu cha Dr. Liki. Wanaenda kila siku, wanaweza ta wakauana kwa sababu ya dini, sio kwa sababu ya Dr. Liki. Unatakiwa usibeze au uelewe, bibilia ni kitu ambacho kina nguvu kuliko ma vitabu ya maprofesa yote hayo na ndio maana tunapokuja kwa ajili ya clarity unatakiwa tumalizane kwanza na bibilia kabla tuende kwenye vitabu vingine hivyo. Na kwa nini nasema hivyo wewe mwenyewe ndugu yangu, najua hata kama utasema ni mwanahistoria, ndani yako una imani ambao toka kuwa mdogo ulikuwa unapelekwa hela ni kanisani au msikitini, yes? Umefundishwa na unapeleka hela zako na sijabu watu kupata mshahara, unapeleka hadi fungu la kumi lako huko, hakuna mm kitabu kingine kunakudai fungu la kumi, huwezi soma eti Dokta Liki akakudai fungu la kumi. Ndio maana mimi nakwepa kwanza kudili na hivyo vitabu vingine, naadili na hiki na chenye nguvu kwa sababu gani? Najua nikiongea Dr Liki kuna kingine cha kina vimeandikwa vingi vitabu havija, yani kila mmoja anaweza kuandika kitabu na vita kuja kuisha. Sasa point yangu ni moja, kaka yangu, mimi huu mwendelezo ni kwamba watu, kwa nini wamelipokea hili jambo? Kwa nini watu milioni moja wamesikiliza ndani ya mwezi mmoja chini ya mwezi mmoja? Lazima kaka, tujue hawa wa, wa Tanzania, haya makabila ya Tanzania yamefanywa dhulma ndani ya nafsi yao na akilini kwao. Kwa hiyo hata kwa kama kuna magonjwa mengi Mgonjwa akija hospitalini usta, kwako anakuambia anaumwa kichwa, usianze kufanya vipimo. Na Rubeni hayupo watu. Kwa hiyo ili jambo kwangu mimi ni very specific, kwa sababu tukilifanya liwe very wide Mm, tutaongea kweli kama kinachionda na wengi tu wanasemaga black people kwa Mwafrika, mimi siko sawa na wale watu yeah. Ma... yani mimi siko sawa na wale watu kwa sababu gani? Mm. Mimi naenda kutibu swala very specific kaka, na lina timeline, na ndo maana nilivyo kuambia hili jambo mimi mnaweza kuni hold accountable kama nakosea, mimi nikue hold accountable. Mimi siongei tu kama research, ili mradi mimi naenda kuuliza ili swali very specific, hizi sadaka zinazopelekwa kila siku makanisani na kwenye misikiti inayofundisha watu tuwasikilize manabii wengine. Je, kwa nini hawajasema? Au manabii ni babu zenu? Kuna ugumu gani padri wako, wakati anakuambia kwamba leta sadaka, lakini ujue huyu Musa huyu alikuwa ni babu yako. Mm. alikuwa ni Mchaga. Kulikuwa kuna ugumu gani wa kusema hicho kitu kwamba huyu Rubeni huyu, uh, mtoto wa kwanza ya Yakobo alikuwa ni Msukuma. Huyu Asheri alikuwa ni Mpare. Yani mimi ishu yangu inauma hapo tu, kaka yangu, naomba unielewe. Research za kihistoria ziko nyingi. Zimeshinda tu kuwapa wanahistoria ajira. Mwanahistoria sasa hivi anajiriwa wapi? Live na Gee Roundup.